Hatimaye katibu wa siasa, itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa Amos Makalla amechukuliwa hatua kali mara baada ya kutoa kauli yake kwamba Chadema wanataka kusambaza magonjwa ya Ebola na Mpox nchini ambapo sehemu ya kauli yake ilisema chama hicho cha Chadema kinakusanya fedha kwa kisingizio cha kuandaa umma kupinga uchaguzi kupitia kampeni yao inayojulikana kwa jina la tonetone tone, lakini lengo lao ni kununua virusi vya Ebola na Mpox ili viingizwe nchini na kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, je, unataka kufahamu ni hatua zipi hizo ambazo Amos Makalla amechukuliwa kufuatia kauli yake hiyo aliyoitoa? Basi hakikisha ya kwamba unafuatana nami moja kwa moja mpaka mwisho wa habari hii. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulie hatua katibu wa siasa, itikadi na uwenezi wa CCM Taifa, CPA Amos Makalla, kwa kauli aliyoitoa mkoani Simiu Machi 22 mwaka huu wa 2025, akikituhumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwa kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya mpox na ebola kisha wavisambaze nchi nzima, kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Kupitia barua hiyo ambayo chanzo chetu cha habari hii kimethibitisha eh, kime kuwa imeandikwa na katibu mkuu huyo wa ACT Wazalendo zalendo Ado amenukuliwa akisema, ninakuandikia barua hii kwa dhamana yako ya kusimamia utekelezaji wa sheria na kanuni za vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu cha 5G cha kanuni za maadili ya vyama vya siasa za mwaka 2019. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makalla amekadiriwa na vyombo vya habari akisema kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchini kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Kwa maoni ya ACT Wazalendo, kauli hii ni ya kizembe, yaani reckless, isiyo na msingi, yaani baseless na inayolenga kuzua taharuki kwa jamii. Kauli hii isitafsiriwe kuwa ni kauli ya hujuma kwa Chadema pekee bali ni kauli ya hujuma kwa nchi kitaswira na kiuchumi. Tujiulize, tunataka kutuma ujumbe gani kwa watalii na wawekezaji? Kwamba nchini Tanzania kuna chama kinajipanga kusambaza Ebola na Mpox na kwamba hakuna uhakika wa usalama kiafya. Tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kumchukulia hatua katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makala. Hatua hizo zihusishe kumtaka ajieleze, kufuta kauli hiyo na kuomba radhi hadharani. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaweza kuchukua hatua nyingine za ziada inavyoona inafaa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa. Ninakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako, pamoja na salamu za chama. Hii ndo hatua ambayo amechukuliwa katibu wa siasa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM Taifa, CPA Amos Makala, na amechukuliwa hatua hii na katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu. Ado Shaibu amechukua hatua ya kuandika barua moja kwa moja kwenda kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini, ambapo amezungumza eh, ambapo amechukua hatua hiyo mara baada ya Amos Makalla kutoa kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine E, imezua gumzo nchini ambapo kauli hiyo aliitoa siku ya Machi 22 mwaka huu wa 2025 kuwa Chadema e, inaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchini kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Nitaomba nikukumbushe kwa undani zaidi kile ambacho alikizungumza Amos Makalla na ambacho kimeonekana kuzua gumzo kwa namna moja ama nyingine nchini na ambacho pia kimemfanya katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo kuchukua hatua ya kumwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini mnamo tarehe 22 ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 katibu wa halmashauri kuu yaani NEC ya chama cha mapinduzi itikadi uenezi na mafunzo CPA amos Makalla alitoa kauli nzito dhidi ya kile alichosema ni mpango wa siri unaoratibiwa na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema Makalla alieleza kuwa chama cha chadema kinakusanya fedha kwa kisingizio cha kuandaa umma kupinga uchaguzi kupitia kampeni inayojulikana kwa jina la tone tone tone, lakini, len, eh, lakini lengo lao kuu ni kununua virusi vya ebola na Mpox ili viingizwe nchini na kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 akizungumza katika maadhimisho ya miaka minne ya rais dr samia sulu hasan yaliyofanyika machi 22 huu wa 2025 katika mkoa wa simiu makala alisistiza kuwa mchango unaokusanywa kutoka kwa wananchi unalenga kufanikisha Mpango wa kuleta maambukizi ya virusi hivyo na kusababisha machafuko wakati wa uchaguzi. Aidha alionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa Watanzania na kuathiri utaratibu wa uchaguzi. Kufuatia hali hiyo Makalla aliwataka Watanzania kuwa macho dhidi ya hatari hiyo na kuepuka kushiriki katika michango hiyo ambayo kwa, mu, eh, ambayo kwa mujibu wake inalenga kuleta maafa na kuvuruga amani ya nchi. Itakumbukwa, mnamo tarehe 28 Februari mwaka huu wa 2025 chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilizindua rasmi kampeni yake ya tone tone. Lengo ni fedha zinazokusanywa kupitia kampeni hiyo kutumika kufanikisha harakati za no reforms no election ambazo chama hicho kimeazimia kuzitekeleza kufuatia mkutano mkuu wa Januari 21 mwaka huu wa 2025 ikiwa ni pamoja na kuendesha mikutano ya hadhara katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo vijijini kwa lengo la kuwaelimisha wananchi kuhusu madai ya mageuzi ya kisiasa na uchaguzi nchini. Taarifa iliyotolewa Machi 3 mwaka huu wa 2025 na naibu katibu mkuu wa Chadema bara Amani Golugwa wakati akitoa mchanganuo wa fedha hizo zilizopokelewa kupitia njia mbalimbali za kifedha, alisema kampeni hiyo imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 64.3 hadi sasa. Matone yote haya, jumla ya fedha zote tumeweza kukusanya shilingi milioni 64 na laki tatu na elfu kumi na tano mia moja hamsini, alinukuliwa akisema Golugwa huku akiwashukuru Watanzania waliotoa michango yao kuunga mkono harakati za chama hicho. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa mnamo Machi 22 mwaka huu wa 2025. Lakini pia kwa upande mwingine, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu ameeleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kipo juu ya utawala wa sheria na mifumo ya demokrasia na ndio sababu ya msajili wa vyama vya siasa nchini kushindwa kumchukulia hatua katibu wa halmashauri kuu nek ya chama cha mapinduzi CCM itikadi uenezi na mafunzo CPA Amos Makalla kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter, Ado amechapisha ujumbe akise, eh, akisema kwenye nchi inayozingatia utawala wa sheria na demokrasia, msajili wa vyama vya siasa angekuwa amesha chuk, eh, angekuwa ameshamchukulia hatua mwenezi wa CCM Amos Makala na chama chake, lakini kwa sababu CCM inachukuliwa kuwa juu ya sheria, hakuna hakuna hatua yoyote itakayochukuliwa kwa kauli yake ya uzushi dhidi ya Chadema. Kauli ya Ado Shaibu imekuja kufuatia kauli ya Makala aliyoitoa wakati wa maadhimisho ya miaka minne ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yaliyofanyika e, Machi 22 mwaka huu wa 2025 mkoani Simiu, akikituhumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwa kina mpango wa mafichoni wa kununua virusi vya Ebola na Mpox ili viingizwe nchini na kuvuruga uchaguzi. Katika ujumbe wake kwa wananchi wa Simiu, Makala alionya kuwa hatua hiyo imeanza kusababisha madhara makubwa kwa Tanzania na kuathiri ucha, e, katika ujumbe wake kwa wananchi wa Simiyu, Makalla alionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa Watanzania na kuathiri uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Hatua ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii wakikosoa kauli hiyo na kuitaja kama isiyofaa kuzungumzwa na afisa mkubwa wa Chama cha Mapinduzi kama Amos Makalla. Kwa upande wake Mchinjita, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo, amechapisha andiko lake akisema, CCM wanafanya mzaha na maisha ya wa Watanzania. Inataka tuamini kuwa maisha ya Watanzania ni dhihaka na mauaji dhidi ya raia ni jambo lenye hadhi ya mipasho ya majukwaa ya kisiasa. Kauli hii ya mwenezi wa CCM taifa inapaswa kulaaniwa na kila Mtanzania. Kwa upande wake kiongozi mstaafu wa chama hicho Zito Zuberi Kabwe naye ameonekana kuunga mkono hisia za viongozi wa sasa wa chama hicho cha ACT Wazalendo akisema kauli hatari sana katika siasa zetu na kwa taifa letu, huu sio uenezi, ni unazi Bwana Makala afute kauli hii na kuomba radhi. Tunaweza kufanya siasa kwa hoja, sio vihoja hivi, amesema Zito Zuberi Kabwe. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari muda huu, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa nchini. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.